Zaidi ya programu 20 nchini zikiwemo za elimu, afya, kilimo, masuala ya uchaguzi, utawala bora na haki za binadamu zilikuwa zikifadhiliwa na USAID, lakini sasa hali imekuwa tofauti kutokana na kusitishwa kwa misaada hiyo. Wadau wanasema kuna uwezekano wa kuwepo kwa athari za moja kwa moja endapo hatua madhubuti hazitachukuliwa. Humlija wa, e, wa ufadhili umekatwa, maana yake zitakuwa mzigo huo serikali yenyewe itapaswa kuingilia kui, kwa sababu taasisi hizi hazitokuwa na nguvu tena ya kuweza kwenda ku, kutoa elimu ya juu ya uchaguzi au kuhamasisha kuhamasisha watu kupiga kura. Uh, kuna athari ya kidiplomasia kwa sababu mojawapo ya vitu ambavyo vinaimarisha uhusiano ni mashirikiano hasa ya kiuchumi na hasa ikizingatia namna ambavyo uh, serikali ama rais amekuwa akitaka sana kufanya diplomasia za kiuchumi kwa maana na kuwanamu mahusiano yenye faida lakini vile vile kutakuwepo na athari ya kiuchumi kwetu kwa uh, gharama hizo za uendeshaji zitaongezeka ambazo uh, wahisani walikuwa wanaweza kuzi, kuzi, kuzi, kusaidia kwenye nchi. Eneo lingine linalotajwa katika kuathirika na hatua hizo ni masuala ya haki za binadamu na utawala bora. Uamuzi huu wa, wa ghafla kwa upande wa Marekani tena bila notisi, ut, ukweli utaathiri na ni miradi mingi ya taasisi hasa hizi hasa, taasi, hasa asasi za kiraia ambazo zinalenga katika kumwinua mwananchi. Tutaathirika sana kifedha, kukosa fedha za nje. Bajeti ambayo ilikuwa inakwenda kwa msajili kwa mwaka huu itapungua sana. Kimahesabu ni athari ndogo sana, sio kubwa, isipokuwa zile hesabu zinaonekana kubwa sana kwa sababu pesa nyingine zinatumika na wale wanaosimamia miradi hiyo kwa hiyo sisi tumeona athari yake ni ndogo, na tayari Mheshimiwa Rais ameshatoa maelekezo na miongozo kwa wizara mbalimbali za kisekta zilizoguswa na athari zile moja kwa moja. Athari zile tutazikabili sisi wenyewe kwa fedha zetu wenyewe na kwa uzalishaji wetu wenyewe, na viwanda vitatu vitapewa ruzuku maalum kwa ajili ya kukidhi ama kufidia athari hizo ambazo zitatangazwa kufuatia hofu ya athari hizo. Machi kumi na moja serikali ilitangaza wakati wa uwasilishwaji wa mfumo wa ukomo wa bajeti ya serikali kwa wabunge, ambayo iliweka wazi mikakati ya kukabiliana na athari hizo, ikiwa ni pamoja na kuongeza bajeti ya serikali kutoka shilingi trilioni 53 hadi shilingi trilioni 57, hatua wa ambayo wachumi wametoa wa tahadhari, lazima juhudi zifanyike kuongeza vyanzo, kupanua wigo wa walipa kodi, kukusanya -ku mapato yasiyo ya ya kikodi. kuna mapato mbalimbali ambayo yanakwaga sio ya kikodi ambayo serikali inaweza ikaona namna gani ambayo inaweza kuongeza elimu kwa walaji wajue kwamba mimi mlaji, mimi si labda mmoja ni mnunuaji tu, hajawahi yeye halipi kodi, lakini wajibu wake ni nini? anawajibika kulipa kuchangia, kulipa aidha kulipa. USAID imeanza kupunguza shughuli za ufadhili katika mataifa mbalimbali duniani ikiwemo Tanzania, ikiwa ni mkakati wa serikali ya Marekani chini ya Rais Donald Trump ambayo imekuja na sera ya kupunguza matumizi ya ukubwa wa serikali. Upendo Michael, Azam News, Dar es Salaam. <tune>